Ninaye Kisugu pamoja na mwalimu Yanga. Kisugu, habari za wasahu? Naam. Ya na mwalimu Yanga, nafikiri unanisikia pia. Uh, niko vizuri. Yes, kibali, niko mzima afya hmm. Kisugu, Simba mpo tayari kupeleka timu uwanjani, maanake Yanga msimamo wao upo pale pale, hawachezi ng'oo. Yeah, sisi tuko tayari, tuko tayari kupeleka timu kwenda kukumbana na wapinzani wetu, kwa maana Dar es Salaam Africans, na moja ya kupeleka timu kwa sababu ni ami, wenye mamlaka wenye mpirao Tanzania, kwa maana TFF akashirikiana na bodi ya ligi no. mkae klabu ya Simba tunaanyisha kwa ajili ya kucheza mpira, lakini moja anaosimamia mpira ni chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF, kwa mujibu wa katiba ya Simba na mujibu wa katiba vilabu vyote Tanzania tulikiri mapema na kukubali kwamba tuko tayari kupokea maagizo na kuyatekeleza mm, ya chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF na kupitia bodi ya ligi <laughs> kwa ratiba na katiba yao inaonyesha tunacheza tarehe kumi na tano. Sisi kama Simba tuko tayari kwenda kucheza. Kwa hiyo, kwa hiyo wanachokifanya Yanga ni ubishi tu kikubwa, warudi kwenye katiba yao, warudi kwenye katiba katiba yao ya klabu Dar es Salaam Yanga Africa iko ibara wazi, natamka kwamba wako tayari kupokea na kutii maagizo yanaagizwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Mwalimu Yanga, umemsikia Kisugu kwamba wao wako tayari Simba, lakini inaonekana ni kama eh, ni, na, na, na, na Kisugu. Kisugu, tunaweza tukatumia kauli kwamba Yanga wanaogopa kwa kuleta timu mbele ya Simba? Yes, shida shida sio TFF. Yanga shida ni Simba. Yanga shida ni Elim Pans. Unajua, una kwa nini? Leo hii Dar es Salaam, maafikaimona kwenye post yao wanasema wanajiandaa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na wanajiandaa mchezo dhidi ya Prison. Lakini tunajiuliza, kama shida TFF, hivi mechi nani anakwenda kuzisimamia pa mkali? Mm. Wamaana, kwa maana kwamba kama huna imani na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, kwa maana kwamba huna imani na bodi ya ligi, kwa nini unakwenda kucheza na Prison? Kwa nini unakwenda kucheza na Dodoma Jiji? Nani anakwenda kuzisimamia? Paulo Mkai, shida sio bodi ya ligi, shida ni mpanzu na, na, na, na, na mwalimu Yanga, unaamini kweli Yanga mnaiogopa Simba kweli? Jambo la kwanza Paulo Mkai, tuweke kumbukumbu sawa. Naam no. Jamii iweze kufahamu ndio umemuuliza saidi ya pesi um, um, um, um, um, sa uko tayari kucheza na na Yanga atakujibu sababu yao imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira. Mmm, umesema hivi hapa tunahitaji kutoa maarifa. Ndio ukisoma barua ya Simba ya tarehe saba Machi wamesema hawatashiriki mechi mia moja themanini na nne ndio ye mechi ya tarehe nane tarehe nane Machi ilipopo ya mpira miguu au ipopo ni ngoma baitopo mm. Na kuuliza mkali wewe. Ile ilikuwa ni Ile ilikuwa ni mechi, mechi mechi ya mpira wa miguu mechi ambayo ipo katika ratiba ya ligi kuu, mechi ambayo ipo katika ratiba ya ligi kuu ya Tanzania Bara ambayo imewekwa katika sheria na kanuni, klabu yao imesema imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira tarehe nane hakuja uwanjani. Kwa tafsiri ya haraka maana yake Simba haikuanzishwa kwa ajili ya mpira, ili ianzishwe kwa jambo lingine. Hilo jambo la kwanza lakini jambo la pili anakwambia vilabu vyote vinapata sheria na kanuni, unanielewa? Anakiri mwenyewe kwa kinywa chake, kwa vilabu vyote vinapata sheria na kanuni. Tafsiri ya karaka na bodi ya ligi wanapata sheria na kanuni. Yanga alikuwa anauliza bodi ya ligi, bodi ya ligi, kanuni ipi ambayo iliamua kuelisha mecha tarehe nane? Mashabiki arobaini elfu wako Benjamin Mkapa. Mm. Timu iko Benjamin mkapa Mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto anazungumza na Watanzania, anasema mechi saa nne saa nne anakuja anakuambia mechi ipo Benjamini Mkapa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi saa nane mchana anakuja kuambia Watanzania mechi hakuna. Ndio maana tukauliza ni kanuni zipi ambazo walizosema, lakini katika mbali zaidi, baada ya wiki moja Mwenyekiti wa bodi ya ligi anazungumza na Watanzania anawaambia mechi mia moja themanini na nne nimealisha kwa kutumia busara. Kwa maana yake anatuambia kupata kanuni kwa sisi tumeumbwa kwa kupata kanuni ezekana kituga juu. Hii chama cha mpira cha nchi hii inaitwa TFL Tanganyika Football Association ilianzishwa elfu moja mia tisa na thelathini. Klabu ya kwanza kuanzisha hicho chama cha mpira ni Yanga inawezekana wamjue sisi tumeumbwa kupata kanuni na taratibu. Hapa kuna haki mbili ambazo mkai unatakiwa kufahamu. Kuna haki ya Simba aliyesema tarehe saba Machi hata hapasilikimeti mpaka watu wachukuliwa wa hatua, hiyo ni haki ya haki ya Simba ya msingi. Kuna haki ya bodi ya ligi ambao walitoa barua tarehe nane Machi wakasema hakuta panga ratiba meci nyingine yoyote mpaka tutatoa taarifa ya uchunguzi. mm. na kuuliza hizo mbili ni nani asimamie? Sasa Kisugu, hayo ni maswali ya msingi kweli kweli. Kwa nini mlibainisha ndivyo? Kwa nini? Sikilize mimi, sikuze mtu mmoja, mkae ndio niridho mjadala baada ya kwanza na maana nilifunga kwa kupitia katiba m mm. Leo vilabu vyote vinavyoshiriki ligi, mwenye ligi yake ni nani? bodi ya ligi kwa hiyo mamlaka na amri na ya kucheza mpira nani anatoa? Bodi ya ligi bodi ya ligi. Mechi ya Simba na Yanga aliailisha simbliilisa bodi ya ligi bodi ya ligi baada bodi ya ligi ligikuailisha umepanga tarehe gani ya mchezo? Juni 15 unapinga kwa kicezo kipi? mwenye mpila wake ameshaamuabunge Atasa... la amui sklzskl wakati wa kwangu mimi kuongea Sawa, hata waziri wa michezo mzee Palamagamba Kabudi ameithibitishia Tanzania kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano, wakati huo akijibu swali la mheshimiwa yule mnyamwezi mwezi, ndio alisema mwenye mpira wake ni TFF pamoja na bodi ya ligi, ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio maana nakwambia, mwalimu, akarudi kwenye katiba ya Yanga imekiri akatai kwenye katiba ya Yanga ili haipo. Wamesema wako tayari kupokea na kutekeleza maagizo yoyote yanayotolewa na chama cha mpira wa miguu Tanzania aseme kwenye katiba ya Yanga haipo. Mwalimu Yanga msaidie, ndugu wangu, kuchukua aelewe ndio katiba si ya yanga imesema itapokea maagizo, maagizo halali sio maagizo ya kiumi. Msikiliza hapa, tunapinga maagizo ya kiumi. Simba alikuwa maagizo halali ya kiiealenane Machi akuja uwanjani. Yanga imepeleka malalamisho yake wa mashtaka bodi ya ligi wa mashtaka Simba na pamoja na nani na TFF so, ambao walivunja kanuni. Hapa tunasimamia kanuni, tunasimamia kanuni halali sio kanuni za kiumi, kwa maana hata Kisugu anakubaliana na mimi. Sura mgenjetu alisema yeye anachukulika ya mambo kwa kutumia busara na sio kanuni. Ndio maana Watanzania wanauliza ni kanuni zipi, nimekutomea kanuni weza kuelewa ile ambayo anatemae. Kanuni ya rani imekutomea kanuni ya ishirini na saba ibara ya sita kaseme kanuni ya bodi ya ii inasemaje? Nenda kasome, takriba chepo sibara ishirini na nne inasemaje? Tatizo hapa ni shule, hapa ni shule, ndio muhimu.

Ungwana wa Yanga, baada ya wakasema hao wamekimbia Benjamin mafuta na na, mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu, na na na, nisikilize nisikilize nisikilize nisikilize nisikilize, subiri subiri subiri, kwanza mimi mimi kidogo sawa, kwanza mimi, sasa, Kisugu, naam, Simba wao katika yale ambayo wameandika wanasema mpaka uwajibikaji uchukue nafasi wow. Lakini mpaka hivi sasa hakuna watu waliowajibishwa, na nyie Simba mnataka kupeleka timu uwanjani. Lakini pia katika barua ya bodi ya ligi, taarifa yao ilibainisha kwamba uchunguzi unaendelea. Sasa kwa nini mechi ipangwe, ichezwe, ingali uchunguzi bado haujakamilika? Mkai, umeuliza swali zuri sana. Kwanza ni kupongeza kwa kuuliza swali zuri. Ndio unapozungumzia swala la uchunguzi, sio swala la tit for tat. Ndio, kwa hiyo wakati mamlaka inaendelea na uchunguzi maana yake kwamba ligi isimame? Sasa ikitokea, ikitokea Mkai, Mkai, kabla hatujakwenda kwenye kwili kitokea, sikiliza swali langu, wakati uchunguzi unaendelea tusimamishe ligi? Sio ligi ni mechi Mkai, kwa sababu hoja nimemsikia anazungumza mwalimu, alafu anasema shule, anasema hoja ni uvunjwaji wa kanuni, ndivyo sivyo? Kwa maelezo yake Mkai, nani kavunja kanuni? Wewe unaonaje? Kwa maelezo ya mwalimu, nani kavunja kanuni? eti mwalimu Mtaimulu wa kemia, yani swali liko hivi mtaimulu, sikiliza wakati wangu. Nisumisha mwalimu mimi niongee kwanza. Sikai mfikiri na mwalimu mimi niongee. Haya, mmoja mmoja, mmoja mmoja. Nisikilizeni sasa. Kisugu malizia, mwalimu Yanga tulia. Kifai kwa maelezo mualimu, kwa ya mwalimu inaonekana kwamba bodi ya ligi ndio imevunja kanuni. Niko ni kanuni kimisingi kwa namna moja au nyingine hapaswi kuungwa mkono wai? Kwa nini na Dodoma Jiji unacheza kwa wale wale waliovunja kanuni? Kwa prison unavunja, unacheza kwa wale wale waliovunja kanuni. Kwa nini mechi ya Simba utaki huyu aliyevunja kanuni? Unakubali kucheza na mechi ya prison kwa mvunjifu wa kanuni, unakubaliana kucheza na Dodoma Jiji kwa mvunjifu wa kanuni. Kwa nini usikubaliane kucheza na Simba kwa mvunjifu wa kanuni? Kwa nini iwe Simba

mchezo mia moja thamanini na nne hautakuwepo na hatutacheza mechi yoyote ya ligi hiyo. Ilizungumza Magori ambao ndio mjumba kamati ya Simba, sisi Yanga tuligomea mchezo mia moja thamanini na nne ambao kanuni na taratibu hazikupatwa, hatugomea ligi. Sasa hapo ni shule. Hata Simba ipandika barua tarehe 7 Machi, waligomea mechi ya mia moja thamanini na nne kutoshiriki na hataliotaditiso wa kuwa watu wakikiratua kwa sababu ya, meki ni ya, ya ni mi muimu, alitema, mechi mia themanini na nne. Tunaposema elimu ni muhimu, shule ni muhimu, ndio inakuja hapa. Simba walisema hatacheza mechi yoyote ya ligi baada ya barua tarehe saba Machi Simba kucheza mechi ya ligi Simba wamecheza. Mkai, unaongea na mimi ndio Watanzania wananisikiliza mimi Mkai, mkai, mi, mi. mi, mi. Mkai, nimekuuliza swali. Simba waliandika barua tarehe saba Machi, wakasema hatutashiriki mechi yoyote ya mia themanina nne. Wakaenda mbali Magori akaandika hatutashiriki mechi yoyote ya ligi. Inakuuliza, baada ya Simba kuandika barua, baada na mjumbak uwatamo Simba kushiriki mechi ya ligi, wamecheza walishiriki yake, maanake ni basi. Salamu nakwambie lijiwaa anake inapotea sindano watakiwa ukulie uuaapa tunasaidia jamiina. Sasa kikisugu, uh, Kisugu na mwalimu Yanga, naomba Kisugu umalizie, uh, naomba umalizie ili tuhitimishe. Nisikilize hey, no. basi no. Kwanza anasema mjumbe wa Simba alisema, alafu anakuja kujenga hoja, walicheza kucheza, tulicheza kwa sababu tulijua wenye mamlaka wameshatuombea tucheze na kwa mujibu wa katiba zetu, hatuna namna ya kubishana na wenye mamlaka. Kwa hiyo sisi tulazimika, lazima tucheze. Lakini wao leo walikuwa wanasema barua ya Yanga ipo, wameandika kupitia uongozi wao na wakaitoa kwenye akaunti yao, wakasema hawana imani na bodi ya ligi, wanataka wajiuzuru. Waliandika barua kuandika waliandika. Sasa leo wanacheza na Prisons, wamejiuzuru bado hapo? Leo wanakwenda kucheza na Dodoma Jiji, wamejiuzuru bado hapo? Sasa je, kama bado wapo, je, wanawafundisha nini wa Tanzania? Aliyakuwa wao walishasema kwamba hawana imani na bodi ya ligi, na wakatamka hadharani kwamba bodi ijiuzuru, iweje wanacheza aliyakuwa bodi haijajiuzuru? Na sasa, Mwalimu Yanga na Kisugu, nitawaalika studio, sawa? Haya, asante sana sana sana.